Usiku wa mwanzo katika kaburi, usiku wa mwanzo mtu ambaye kwamba atakuwa mgeni chini ya ardhi katika kaburi, utakuwaje usiku huo? Hebu ufikirie usiku huo, ndugu yangu Muislamu. Kaifa takunu awalu lailatin fi lqabri, itakuwaje siku itakapokuwa ndo mara yako ya mwanzo, ule usiku wa kwanza katika kabri, hali yake na vishindo vyake? Sasa hivi hapa tunapozungumza hamna umeme na kila mmoja analihisi joto lake, na hapa ni mahala ambapo ni madda al basar, unaona mpaka nje, na hewa zinapita zina, zina penetrate katika madirisha, lakini bado al ajsamu tatasababu harra, mili inatoa jasho. Itakuwaje tutakapofukiwa chini ya ardhi siku hiyo? Kama hapa unahisi joto, jasho linakutoka, na umewekewa madirisha na milango mipana, kwa sababu kidogo tu umeme umeleta problem Hali imekuwa huku izowea, unatamani hapa utoke upate hewa safi kule nje. Je, joto hili umelikompea na joto litakaokuwa chini ya kabri siku hiyo? Je, umeliwaza joto hilo mahali ambapo hakuna hata tundu moja inayopeleka hewa safi ndani ya kabri? Umelifikiria jambo hilo? Kiza kile ambacho umeme unakuwa umechukuliwa umekifikiria na kiza cha kaburini? Awalu lailatin fi lqabr, usiku wa mwanzo katika kaburi. Kuna mshairi